amekuwa bora kwa sababu amejishughulisha na maneno bora. Hakuna maneno bora katika huu ulimwengu zaidi ya Qur'an. Unaweza ukasoma Qur'ani ili upate baraka katika maisha, unaweza ukasoma Qur'ani ili upate uombezi siku ya kiyama, unaweza ukasoma Qur'ani ili upate tiba na ponyo la maradhi yanayokusumbua. Zahmid TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

mpaka ikafikia hatua mtume sallallahu alaihi wasalam anaonesha kwamba ubora wa hali ya juu anaofikia mwanadamu mwislamu katika huu ulimwengu ni pale anapochukua jukumu la kufundisha Qurani na kuwafundisha wengine. Wanachuoni watuambia kujifunza Qurani na kuifundisha Qurani inaingia katika sehemu zote mbili taalumu lqurani hurufihi wa maanihi, ni kujifunza qurani kwa herufi zake pamoja na maana zake. Kivipi kujifunza qurani herufi zake maana yake? Ni pale mtu anapokwenda madarasa akajifunza namna ya kuisoma qurani. Alikuwa hajui kuisoma qurani, ataanza kusomeshwa namna ya kutamka herufi, tajwidi, ahkamu

Kisha baada ya hapo akajifunza maana ya Qurani, ajifunze hukumu zinazopatikana ndani yake, azifanyie kazi, maamrisho yanayopatikana ndani yake, ayafanyie kazi, makatazo yanayopatikana ndani yake, ajiepushe nayo, visa mbalimbali vilivyoelezwa ndani ya Qurani, anachukua mazingatio, na mengine mengi ya miujiza inayopatikana ndani ya Qurani, na anakuwa ni bora zaidi pale atakapojifunza Qur'ani kuisoma na akajifunza maana yake na kisha akaifanyia kazi, huyu ndo anakuwa bora bora bora katika Uislamu. Na kwa nini mtu asiwe bora? Kwa sababu sara hadha alinsanu khaira nnasi lianahu shtaghala bikhairi lkalam. Huyu mtu amekuwa bora kwa sababu amejishughulisha na maneno bora Hakuna maneno bora katika huu ulimwengu zaidi ya Quran. Wa man ishtaghala bi khairi lkalami yakunu khaira nas, na anayejishughulisha siku zote akawabize na maneno bora, na yeye anakuwa bora, na si hivyo peke yake, bali yule ambaye anajifunza Qurani na akaifundisha Qurani anakuwa bora, kwa sababu Qurani ndo kitabu pekee ambacho unaweza ukakisoma waka na wakati huo huo ukawa na nia nyingi sana katika moyo wako na zote zikakubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mfano, unaweza ukaisoma Qur'ani ili upate mwongozo wa maisha yako. Allah atuambia, dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin. Unaweza ukaisoma Qur'ani ili upate baraka katika maisha. Allah atuambia, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun.